Tutoka kaunti namba 40 tuelekee kaunti namba 32, ambapo Rais Ruto ameendelea na ziara yake katika kaunti ya Nakuru leo hii akifungua miradi tofauti ikiwemo mashine ya CT scan katika hospitali ya PGH pamoja na kuanzisha mradi wa nyumba za bei nafuu. Evans Asiba anafuatilia ziara hiyo ya rais ambayo itakamilika hii leo. Nam, asanti sana wabu, ulivyosema hii ni kaunti ya Nakuru, kaunti nambari 32. Eh, hii leo, jana na juzi zimekuwa niseme kwamba shughuli si haba katika kaunti hii baada ya rais Daktari William Samoei Ruto kuzuru kaunti hii akiwa na ziara ya siku tatu, akiwa na shughuli tu tofauti tofauti, zikiwemo zile za maendeleo na vilevile kuzungumza na wakazi, kutangamana nao, kujua pengine ni mambo yapi ambao wangeataka wazidi kuwatekeleza katika mhula wake wa kwanza huu akiwa afisini, lakini hii leo e, ikiwa siku yake ya mwisho ni kwamba ratiba alianzia katika hospitali kuu ya rufaa Nakuru ambapo alifungua eh, mashini maalum ile ya kuwatibu wagonjwa katika hospitali hiyo eh, CT scan iliyo inayogharimu eh, milioni mia moja, ka, ka, ka, na kisha baadaye akaelekea katika eneo la Nakuru mashariki ambapo eneo la Karatina ambapo alianzisha eh, shule, eh, shule, shule, shule ya msingi na ile shule ya ya sekondari akipewa aki, jina la Susan Kihika uh, School ambayo ilifu, ilifunguliwa mwendo wa saa nne unusu hivi. Kisha baadaye, baada ya kuondoka pale, alielekea eneo la pipeline la Jogo, eneo la Jogo, eneo la Jogo ambapo alianzisha ujenzi wa barabara barabara ikijengwa e, pale pale kutoka eneo la eh, ele, elementa ita kuelekea upande wa Njoro ambapo amejenga barabara. Lakini tulipo hapa hivi ni katika eneo la Kiptagwany katika eneo bunge la Gilgil ambapo dakika kama tatu nne hizi iz, zilizopita rais daktari William Samoei Ruto tayari ashafika na kuingia katika soko lililo tu hatua chache kutoka hapa chini ya dakika, niseme tu kwamba e, mita chache kutoka hapa, akienda kugagua soko hile ambalo limekuwa likijengwa chini ya serikali ya kaunti ya Nakuru pamoja na kwa ushirikiano na serikali kuu, ambapo sasa hivi yuko pale anazuru na kukagua soko lile kufikia pengine kuona imefikia wapi, kisha baadaye atakuwa mwenye kufika hapa, pengine tumpigaji picha aiwapo atakuwa mwenye kuonyesha eh, picha zinazoendelea kwa hapa. Hii ni kwamba wanaoona ni kwamba ni ile hali tu mengi ya burudani na maburudisho inaendelea sasa hivi, eh, wakazi wakiwa tayari wamekaa ange kusitulia na kungojea pengine watakuwa wenye kuhutubia na vion, kutubiwa, na samahani, na viongozi wale ambao wako hapa wenye wameandamana eh, pamoja na daktari William Samoei ambaye ni rais wa taifa hili Ruto, ni rais, eh, vile vile pia tumeona yule waziri wa masuala ya usalama eh, Kipchumba Murkomen pia ni mmoja kwa wale ambao wako hapa wakiwemo mawaziri wengine na wabunge wa bunge wa kumi na moja wote isipokuwa yule mbunge wa Naivasha Jen Kihara ambaye pia hapo jana katika mkutano ya wakazi wa Nakuru pamoja na viongozi waliochaguliwa na wale walio viongozi wa zamani hakuweza kufika katika ikulu ya Nakuru eh, hapo jana. Lakini kile kinachoendelea ni kwamba sasa hivi anazidi kwa kuwa, kukagua eh, eh, soko lile, na akitoka katika soko atakuwa mwenye kufika hapa tulipo, eh, dakika chache pengine, chini ya dakika 10, 15, atakuwa mwenye kufika hapa na kupatiana hati miliki kwa wakazi wa kaunti hii ya Nakuru, wakazi wa eneo hili la Kiptagwany ambao wameishi hapa kwa zaidi ya miaka hamsini eh, pasipo kuwa nazo hati miliki. Ukiwaona wote wako hapa tayari wakisubiria kwamba mwenyeji eh, mgeni njo mwenyeji apone, mwenyeji hapa akisalia kuona kwamba atakuwa mwenye kupona na kupata hati miliki muhimu eh, ambayo itakuwa yenye kumsaidia katika shughuli zake. Lakini eh, kinachoendelea tu ni kwamba tutakuwa tukisubiria tukisalia hapa hapa na kusikia pengine mambo a ambalo limekuwa la mno ujumbe wa amani, ujumbe wa kutangamana, ujumbe wa kushirikiana, e kati ya Wakenya na kupasipozingatia pengine jamii au mrengo wa kisiasa ukiwa kutoka kwake akizidi tu kusema kwamba Wakenya washirikiane wafanye kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba pengine taifa limeafikia matumaini yao ya kuweza kuhakikisha kwamba pengine fikapo mwaka e, miaka ijayo miaka michache kutoka sasa hivi mambo itakuwa tofauti. Kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikurejesha Kwako kwa kwa babu, mimi ni Evan Asiba. Sisi tutasalia hapa hadi wakati ambapo daktari Samuel William, William Samuel Ruto atakuwa mwenye kufika hapa na kuhutubia wakazi na wenyeji wa kaunti ya Nakuru. Mimi ni Evan Asiba, kazi kwako, swali kwa kwa kazi kwangu, na tunaendelea kuwafanyia hiyo kazi watazamaji wetu tukiendelea na